Waamuzi sura ya sita aya ya kumi na tatu, Biblia inasema hivi: Gideoni akamwambia, e bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ajabu, waliyotuhadithia baba zetu, wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Chunga sana mambo unayowahadithia watoto wako, uzao wako. Mambo haya yanatengeneza aina ya maisha ndani yao. Hakikisha unaposema nao useme nao habari kamili. Gideoni alisikia habari, lakini ilikuwa na maneno yasiyotia moyo. Anasema kwamba baba waliwahadithia ukuu wa Mungu, waliwaambia namna ambavyo Mungu amewaokoa na adui zao. Walisikia kutoka kwa baba zao matendo makuu ya Mungu lakini pia walisikia kutoka kwa baba zao kwamba Mungu amewatupa. Hili ndilo kosa hawa wazee walifanya. Waliwaambia ukuu wa Mungu, lakini mwisho wa habari wakasema, sasa ametutupa, ametuacha. Gideoni anasema hivi, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Kama ingalikuwa baba angesimulia kwamba Mungu aliyetusaidia kule anaweza kutusaidia na hapa, pengine moyo wa Gideoni ungekuwa na fikra nyingine. Habari ingekuwa imekamilika kwa maana ya kumwandaa kijana kwenda kwenye ushindi. Kwa hiyo na wewe angalia sana unapozungumza na wale ambao ni watoto wako. Wanaweza kuwa watoto wa kuwazaa au watoto kwa sababu ya kazi wako chini yako, watoto kwa sababu ya huduma wako chini yako. Unanena kwao nini? Hakikisha unanena habari iliyokamilifu yenye kubeba ushindi. Usiache nafasi ya shetani kujipenyeza kwenye mioyo yao na kuwafanya waone kwamba maisha yanaweza kuwa na uoga na mashaka na kushindwa. Gideoni anakaa katika hiyo hali ya uoga kwa sababu alisikia maneno kutoka kwa baba zake ya kwamba Mungu amewatupa, Mungu amewaacha. Kwa sababu hiyo, haoni umuhimu wa huyu Mungu aliyetenda makuu huko zamani na leo amefanya uamuzi wa kututupa. Kwa kweli Mungu wetu anatubeba katika zama zote. Kwa hiyo na wewe unapopasha habari kizazi chako, unapopasha habari wale walio chini yako, unaowalea, hakikisha unaiweka habari iliyo kamili. Usitoe nafasi yoyote kwa shetani kujipenyeza na kutawala maisha yao. Natuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kutukuza. Asante kwa wingi wa neema yako na fadhili zako asante kwa vinywa ambavyo umetupa na wale ulioweka chini yetu hasa ndugu huyu ambaye tunaomba naye, wako watu chini yake wanasikiliza na kusii. Bwana, kila wakati afunguapo kinywa, ukampe maneno yaliyo hai yenye nguvu. Alinene tumaini la wokovu kwenye maisha yao, anene habari za ufalme wako, anene habari za ushindi, anene habari za ukuu na uweza. e Bwana, uliofungwa katika wewe, neema yako isipunguke katika kinywa chake hata kidogo. Shetani asipate nafasi, e Bwana, hata kidogo, bali ukamfunike kwa wingi wa neema yako mahali popote aliponena maneno ambayo yamewafanya watu wajione wadhaifu, wajione duni, kamtie nguvu kunena tena kwa upya ili watu wainuke na kuona ya kwamba wanaweza kuyakabili maisha kwa ushindi, kama ulivyomtembelea Gideoni kubadili hali ya fikra iliyotokana na habari alizozisikia na hadithi alizosimuliwa. Bwana ututembelee na sisi mahali popote tuliposikia hadithi zenye udhaifu na unyonge. e Mungu, tusemeshe maneno mapya, ili tupate kutiwa nguvu ndani yetu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Asante sana kwa kufuatana nasi. Mungu akubariki.